Ujambo na karibu langu. Jina ni maskini Msomi na hii ni maskini msomi TV. Lengo langu kuu ni kuhakikisha ya kwamba unapata uondo kamili ambao unatokea ndani na nje ya nje. Taarifa inayonifikia kwa sasa ni kwamba mama mmoja amechomwa hadi kufa kwa kushukiwa kumuiba mtoto wa miaka saba. Baada ya kuchoma hadi kufa, ndipo wananchi wakagundua ya kwamba huyu uh, mama alikuwa anamsaidia mtoto kumrudisha nyumbani baada ya kupotea. Jambo ambalo wananchi walifanya likawa ni jambo la kuhuzunisha na jambo ambalo ni kinyume na sheria. Semekana ya kwamba mama huyu alikuwa kama msamaria mwema, alimwokota huyu mtoto wa miaka saba na akaamua kumrudisha nyumbani kwao baada ya kuangaika na, ku, na kuuliza njia ya kuenda kwa huyu mtoto ama nyumbani kwa huyu mtoto. Kipindi ambacho amefika ndio umati ukasema ya kwamba yeye ndiye aliyemuiba huyu mtoto na kuchoma huyu mama hadi kufa, lakini baadaye ndio kakuja wakugundua, taarifa ikaja ya kwamba huyu alikuwa msamaria mwema ambaye alikuwa amemwokota mtoto njiani na akaamua kumrudisha nyumbani kwao. Lakin, lakini wananchi hawakuchukua muda kumuhakiki na kumuuliza na kumuoji, lakini wao walichukulia hatua wa mikononi na kumchoma mama huyu ambaye alikuwa ni msamaria mwema ambaye alikuwa amemrudisha huyu mtoto kwa nyumbani na alimuokota njiani, lakini umati ukadhani ya kwamba yeye ndiye alihusika katika kisa kizima cha kuiba mtoto na wakamchoma hadi kufa. Tunachojifunza nini? Kipindi wakati mwingine unaweza kuwa mzuri lakini uzuri wako ukakuweka pabaya, uka unaweza kuwa msamaria mwema kipindi ambacho unahangaika kusaidia hali fulani, lakini hiyo hali yenyewe ikakutia uh, mahali pabaya. Kwa hivyo unapokuwa unafanya jambo hakiki, eh, kwanza kabla ya kulifanya mafikiria mara mbili kabla ya kulifanya hilo jambo. Langu jina itasalia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.